Ukiona watu wa Malava wamejitokeza kwa wingi namna hii, hiyo inamaanisha kwamba wanapenda kufanya kazi yao na kazi yao iweze kuenda mbele. Na mimi nawauliza watu ya Malava kwamba malava hii, nyinyi ndio mtajenga, nyinyi ndio mtachakua mbunga ambaye atakuja kuwatendea kazi, sio kufanya makelele katika Malava constituency na ile watu wetu wengine wengi ambaye wamesimama hii kura kiti ya Malulu, nataka tu ni kuahimize muombe kura kwa njia ambaye hawa watu amalava wangependa, muombe muwe watu wa heshima, tukae pamoja, tutembee pamoja, tujue jirani. Sio mtu unachaguliwa, ukizaliwa unapata jirani, ako hapo, uwezi lazimisha kuwa na jirani fulani. Jirani ni mtu Mungu amekupatia, na niwaulize kwamba sisi kama watu ya Western, wacha tuendelee kushikana. Vile nimekuwa nikisema, umoja wetu ndio utafanya tuheshimiwe na jamii zingine. Kwa nafasi hii, ni nishukuru mheshimiwa Mheshimiwa Rais kwa ile safari amekuwa nayo China. Kuna mambo mazuri ambayo ametuletea.